Nizungumze jambo mara hapa. Watu wengi tuna ile desturi ya kusema o, uchawi huko Afrika tu, kana kwamba oh, watu hawajui kuloga Uingereza, sijui Marekani, sijui wapi, wanatumia tu akili zao, uh, nini, vipaji vyao. Hii hii video nayoiona hapo, hii video nayoiona ni nchi za nje, wazungu hao wa wa, wameona ni jambo jema, wakapate kumuita shetani awasaidie katika mechi yao. Sasa tazama, hii ndivyo inavyofanyika huko, mnashangilia mipira mnafuatilia mna hiki na kile. Sisi tunasimama tunawaambia, jamani, jitengeni na hivyo vitu. Mungu hapendezwi navyo, Mungu hataki. Mnatuona sisi ni wajinga, mnatuona sisi hatujielewi. Biblia inasema msiipende dunia wala vitu vilivyomo ndani yake, kwa maana mkiipenda dunia upendo wa Baba haumo ndani yenu. Lakini kuna andiko linalosema katika kitabu kile kinachoitwa wa Korinto, ya wa Korinto kwanza sura ya kumi mstari wa ishirini, ishirini na moja kama sitakose, inasema hamwezi mkashiriki katika meza ya Bwana na meza ya mashetani, hamwezi mkanywea katika kikombe cha Bwana na katika kikombe cha mashetani. Sasa wengi mnaenda kanisani, mnaenda kufanya ibada, mnajikuta mnamtafuta mna, mna Mungu alafu mkitoka mahala pale, mnaenda kujihusisha na hii mipira ya kidunia mnaenda kujihusisha na kushangilia timu za kidunia, hamjui chanzo nyuma yake kuna nini? Hamjui chanzo nyuma yake kuna kitu gani? Sikia, umeona hawa washabiki, umeona hawa washabiki lipo yeah? Kila mmoja aliponyanyua kile kidude juu, si kana kwamba alikuwa anajua ni kitu gani anachokitengeneza, kwa sababu uwezi ukasema eti watu wote, jamani, tunaenda kutengeneza ili dude kwa ajili ya shetani, kana kwamba tumuita, ah -ah. Kila mmoja tu alipatiwa alipatiwa kile kifuniko, kana kwamba akikinyosha hivi juu kitaonyesha rangi yake, kilichoenda kutokea sasa. Hawa walikuta yani, usikute tu walikuwa hata hawaelewi wanachokifanya, kama wengi wenu mnashabikia tu, mnapiga nini, mnashangilia magoli pale, mnapiga meza, mnavua nguo, mna atatumia kila nyanja, atajitahidi kutumia kila nyanja akapate kutudhoofisha, mimi pamoja na wewe, tusipate kuingia mahala pale alipokwisha kuwapo. Sasa inafika hatua ndugu zangu katika Yesu, tunapaswa kupambanua, tunapaswa kupambanua, kuelewa, kufahamu ni kitu gani tunapaswa kuweza kushikamana nacho na kitu gani hatupaswe kushikamana nacho. Shetani ni mjanja. Ona hivi vitu, ona hichi kitu, mbona hawa wanafanya wengi wao hawajui wanachokifanya yaani, uskuti aa, mabango ameyanyanyua juu, hawajui wametengeneza picha gani, wamepewa tu. Jamani, ikifika wakati fulani, moja tukisbau mpaka tatu, tutanyosha juu. Wengi wenu mnafanya hivyo mnaenda kwenye mnalipia mia tano zenu mnalipia elfu moja zenu mnatoa elfu tano zenu mnaingia katika uwanja mnashangilia tu goli zinashindwa. Wengine wameenda kuloga huko, wengine wamefanya uchawi huko. Wanaojua ni wale waliokuwepo ndani ya kile kitu usiku, wanaojua wanaoelewa kana kwamba hichi tunachokifanya sicho hichi tunachokifanya tunafanya kitu gani. Ni watu ambao wako wako ndani wako deep. Nichukue mfano hii hapa. Mnasema, Simba, mnasema Yanga, mnasema Mtibwa, mnasema Azam. Sikia iko hivi. Ninyi kama mashabiki amuelewe, ninyi kama mashabiki amtambue lakini waliokuwepo ndani ya hizo timu, mnasema kuna kamati za ufundi. Mi nilikuwa na mganga mmoja ambaye nilikuwa namwendeaga kabla sijaokoka, kabla sijaokoka nilikuwa na yule mganga anamfuata, alikuwa katika kamati ya kuisaidia timu ya yeah, Yanga yani ni miongoni, yani alikuwa ni mkubwa huyu mtu, kana kwamba yeye anafuatwa akapata kutoa msaada kwa ajili ya timu ya Zanga wanapokwenda kucheza mpira wa shinde. Hebu waze hicho kitu. Wazungu wanatumia vipaji, wazungu wanatumia vipaji vyao, vipaji. Sikia nikuambie ni kufungua ufahamu wako na uelewa wako, chukulia watu ambao wanajihusisha na Bundesliga, ama Premier League ama La Liga, sikia, wanaojiunga na zile timu usidhani kwamba ni watu wa kawaida, kana kwamba tu anaishi maisha simple tu anaishi mahali tu. Sikia, kuna mkataba lazima ufunge, ili mradi uweze kufika pale. Nikupe mfano mwingine. Chukule mfano huu si ndio? kuna watu ambao nyinyi mnachukulia kwamba walienda wamefika, hawawezi kufanya vizuri, ndio maana waondolewa. Hapana, wa ni kwa sababu mikataba yao waliokuwa nayo ni midogo, ndio maana hawawezi wakacheza hizo ligi za juu. Iko hivi, mnachukulia mtu mmoja kama Samata. Sikia nikwambie, alishindwa kubaki pale kwa sababu mikataba yake ni midogo, mikataba yake katika ulimwengu wa roho ni midogo michache yani, hafudhu kukaa katika kile kipengele Mnamwita Messi mbuzi. Mnajua maana ya mbuzi ni nini? Hao wasanii wengine mnajiita, hao wasanii wengine wanakuja wanasema mbuzi. Mnajua maana ya mbuzi nini? Hamwelewi, hamtambui, hamjui. Mnajihusisha tu na hivyo vitu, mnashangilia tu <laughs> inafika hatua yaani mpaka nyinyi wenyewe mnajua, mnaelewa, mnafahamu ya kwamba hivi vitu vinatumia uchawi, hivi vitu vinatumia uganga, hivi vitu vinatumia nguvu za giza, lakini mnajitoa akili, mnasema tu ni burudani tu ni michezo tu, kana kwamba Mungu kamuumba ana kipaji hicho cha kucheza mpira basi sawa. Sikia nikwambie, sikia nikwambie. Hata wewe una uwezo wa kutengeneza hicho kipawa cha kuweza kucheza mpira. Wewe mwenyewe unaweza kutengeneza mwenye kwa mazoezi tu. Kwa nini mtu anafika tu anatengeneza six pack ni nini? Si ile kujituma, anatengeneza mwili wake unakaa vizuri, inakuwaje? Yaani mwanzo ni labda usikute ulikuwa hujui kuendesha gari, lakini kadri ulivyozidi kufanya mazoezi ya kuendesha gari unaliendesha gari vizuri. Wale wanaoendesha magari ya mashindano sijui rali sijui nini na nini, si kana kwamba walikuwa wanajua? Hapana, walijifunza. Sasa sikia, usije ukasema kwamba kucheza mpira mpila ni kipaji kutoka kwa Mungu. Hapana, ni mtu kajifunza, mtu kajifunza, katumia akili yake kajifunza. Sasa wewe ndugu yangu, watu wamejiunga na Fulmasi, watu wamejiunga na nguvu za giza watu wamejiunga na uchawi huko, watu wanafanya wanaloga, watu wanafanya vitu vya ajabu. Alafu wewe unaenda kujihusisha hivyo vitu na Mungu, alafu mwisho wa siku imefika hatua, yani unategemea kuiona mbingu, alafu unashikilia hizi timu za mpira? Unategemea kuiona mbingu, alafu unategemea kushikilia hizi timu za mpira? Mimi timu fulani, mimi timu fulani. Sikiani kuambia ndugu yangu, huwezi ukamchanganya Mungu na vitu vya duniani. Huwezi, huwezi, huwezi. Ni kama vile nimetoka shambani mimi, niko niko shamba, si ndio, niko shambani Siwezi nikasema katika hali ya um, shamba mmoja nikapanda mbegu kama kumi, nakuwa ni ngumu sawa. Ninaweza nikapanda vingine vikaota, lakini kuna ile kunyonya, kunyonywa nguvu, kuna mazao mengine hayatoweza kustawi. Sasa wewe unataka kujiingiza katika dunia, unajiingiza katika vitu vya dunia, unashangilia vitu vya dunia. Wewe unaposhangilia pale ah, unachoshangilia unatoa nguvu yako. Badala hiyo nguvu mpe Yesu, unatoa hiyo nguvu naipa dunia. Inafika tu unaambiwa, bwana Yesu asifiwe, unashindwa hata kuitikia kwa nguvu. Goli likifungwa, yani unashangilia kwa nguvu zote, alafu unasema kwamba mbinguni tunaenda. Bro, sister i don't know, mimi sijui ni nani. Mimi nataka nikuambia ukweli, hatuwezi tukaipenda dunia afu tukategemea tukaingia mbinguni. Yesu alikuwa yuko straight. Yani Yesu alikuwa amenyoka. Yani tumepewa uelewa na ufahamu kwamba hatuwezi tukashikilia vitu viwili tukitegemea tutaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mimi nakusi katika Yesu Kristo. Kama una beti kama una bashiri, siju mnasema kama unaendaga kwenye viwanja, mnacheza mpira, siju unalipwa, siju unafanya hivi, achana na hiyo kazi, achana na ki, idadi ya fedha ambayo inakupatia achana nayo. Achana na, achana na, na, achana achana na habari za kubeti. Achana navyo. Vitakupeleka pabaya. Tubu. Tubu. Mwambie Yesu nisamehe nimejihusisha na hichi kitu. Lakini kama unaona bado mimi ninachokiongea huu ujinga tu. Huyu kijana anachoongea ni upuuzi tu. Sikia. Kabla haujaondoka hapa duniani, mimi nakusi. Chukua fursa. Piga magoti. Mwambie Bwana Yesu, naomba unidhihirishie hichi kitu, huyu kijana anachozungumza. Je, ni kweli upendi au la? Kuliko ukajikuta ndugu yangu, wewe unajua sana, ukachukulia vitu simple, alafu roho yako ikakatika Ukasimama mbele za Mungu na Mungu akakwambia hakujui hakutambui kwa mimi nakusihi nakusihi katika upendo wa Yesu ni heri ukachukua hatua ya kuomba Bwana akudhihirishie kuhusiana na ujumbe amina